Yes, yeah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tuko sawa sawa, hiyo kawaida, tunajua game sio yetu. Angekuwa game yetu, sasa tungekuwa tuko uwanjani tunazunguka tu, tuna, na kispika chetu hatu wanajua kama Simba anacheza, lakini shughuli siku ya hapo kesho. Mwanamume siku yote hawezi kuogopa mambo kama hayo mm. Hata ukiwaona hela nyumbani lazima mm. urudi kama urudi nyumbani ujue baba akaingia nyumbani Eh, hii ina maana gani sasa kuelekea katika mchezo wa kesho? Ni siri ambayo mmeiweka aidha ni mtego ambao umeutengeneza kuhakikisha kuwa watu wanabweteka wakiwa wakiamini kama mnyama hatutokea siku ya kesho. Kwanza nikuulize, mchezo wa kesho ni mchezo namba ngapi? Namba ni 184, 184, pesa yake ishafanywa tokea tarehe tarehe saba huko aezo ikarudiwa mara mbili, walikuwa wanafanya vitu visivyokuwa na maana siku ya yaani, mnakuwa ni vitu kama vina maana, ni kitu ambacho kishafanywa, so zarau market press ishafanywa mm. Mechi hajabadilika, namba ni ile 184. Mm. Ingekuwa vikao vya ndoa ndio vinafanyika kila Jumapili, mnapanganyia mnakutana lini kwa lini? Watu watarajie kesho mtakuwa uwanjani? Kwaweza Mwenyezi Mungu, inshallah, si kesho nda kuchukua ndoa yetu, haina pingamizi mm. Mm. Na, mnaona gani kusema, mnakwenda kuchukua ndoa ikiwa mnakwenda kukutana na mpinzani mgumu na ana asilimia kubwa ya kupata matokeo dhidi yenu kila mnapokutana. Ah, so kila tunapokutana kwa sababu katika vitu ambavyo Simba na kwenye barua yetu ambayo ile ya kwanza ilijielezea, mm. Cha kwanza ilikuwa meneja uwanja, meneja kaondoka, mm. na chengine kilikuwa tunataka refa kutoka nje nadhani na refa pia wanakuja kutoka nje. Sasa shughuri inapigwa pale, hata siwngie tuka tunasema kwa hizo Mwenyezi Mungu tunapen, tunapenda sana kimataifa. Wale ndugu zetu wasogee mbele kama tunavyosogea sisi, tukutane kule, tukutana na marefa tofauti, tuwafanye tunavyojua jinsi ya kuwafanya, tuwafanye tunavyojua jinsi ya kuwafanya ya ya eh, lakini kama ile utakuta Mudasiri kaja kaka, kakandamiza mm. Lakini lefa anakufanyia hivi mm. Kayuko anatoa mimacho mm. Sasa marefa wetu wa kibongo bongo naona mm. Ninaona afai, ndio maana kuna mashindano mengi yanafanywa hapa, haujawako na refa Mtanzania mm. Hata mmoja anachezesha, yani maana yake wote uwezo ni wa chini wa kuvimba jeyala. Eh, mnaamini ya kwamba ukimya huu unaweza kawa hasababu ya matokeo chanya siku ya kesho, kwa maana ya kwamba kuinua taji takriban misimu mitatu na ukame wa, vi, wa mataji kwa maana ya kwamba kombe la ligi kuu kwenye viunga vya Msimbazi. Ah, sio kama hiyo kwa sababu timu ina malengo malengo, mm. wetu si kubeba ndoo mm. kwa msimu huu mm. lakini sio kwa kutaka maswala yale ya nani, lakini mm. si malengo yetu ni kuchukua ndoo mm. lakini sio kuto kwe, kupushi uwanjani, hiyo ya Yusu watani Young Africans eh, wanasema zile tano za mwisho ilikuwa ni salamu kuelekea kwenye mchezo e, wa tarehe ishirini na tano. Ninyi kama Yanga, ninyi kama e, mashabiki na wanachama wa Simba mnalizungumziaje hili? Alijawapa hali fulani ya hofu kuelekea kwenye mchezo huo? Sisi tumekutana watu zaidi ya Yanga na tulishampiga kwanza goli moja mpaka sita. Sasa sio kwa hizo goli zake tano za mchongo mchongo, sababu amekutana wenyewe kwa wenyewe tu mm. kutana na Prison akapewa, ndio maana sisi tuliwaambia watu kabisa nani uwezo, uwezo Singida a kumfunga Prison tak hakuna, kwa sababu kilichotoa kule anatoa huku na ndio majiji ndo kama mmeona ndo wale wale tu sasa, sisi tunaga pressure na ule sababu hizo tano tushampiga tushampiga mpaka sita. Wanasema kwa beki chefo ndio maloni ambaye anatoa asisti kwenye goli lake e, kumkaba Pacome Pedro Zouzoua mm. Ninyi kama mashabiki wa Simba mliona hili ambalo wanajitambia wao kuelekea katika mchezo huu. Ha, sisi hayo maneno yao tunaona kama maneno kwenye kanga tu mm. shughuli yote Tukaifanya kapa, tukafanya Benjamin, wataona kama huyo Pakombe mm. kama huyo nani mm. Sisi mpaka sasa tunaenda pale, tuna mchezaji bora wa msimu mm. tuna tuna mfungaji bora, shughuli bora zishaisha, kila kitu kinaenda sawa, hicho kufanya aua pale. Hata wachukue mechi, acheza mchezaji wao, ziki cheza Dar es Salaam, wakajumsha wacheza huko Marekani, yani bado wamfikie aua. Tuna kipa bora iko pale, hatuna pressure nao sisi bado tupo kwenye malengo yetu, na malengo yetu ndo tunamaliza, tunachukua ndoo. Sasa Mvimba mm. eh, una imani ya kwamba kesho mtaondoka na kwa eh, maana kwamba kuondoka na kikombe. Wanasimba wanatamani kusikia neno kutoka kwako, je, watarajie nini? Na waje kifua mbele, ikiwa hawajapata tamko lolote kutoka kwa uongozi, bali ukimya umeendelea mpaka kwenye press. Ah, unajua kwenye mpira kuna shabiki alafu kuna mpenzi mm, ila na uhakika kwa mashabiki ndio hao wa ambao wanataka mpaka wahitishwe sijui wafanya hivi mm, lakini sisi wapenzi wa mpira mm, tunajua mechi itakuwepo kwaweza Mwenyezi Mungu, sababu ile mechi mtu aletu ilihitaji mechi ambayo inahitaji busara na mm. busara ameamua ame ni amri jeshi mkuu mm. wa nchi Mama Samia. Sasa kwa timu ambayo kutokwenda uwanjani mm. ni kama kumdharau rais ambaye wengi tulikuwa tunamshangilia mm. anapotoa milioni tano kwenye goli la mama mm. sasa mimi binafsi kwa mimi mwenyewe naongea kama Abdallah Saidi Mvimba ah. ninauke kesho Mungu akinamsha mapema tu salama mm. Jumatano yangu nitaifanya kama Jumapili, nitaifanya kama Jumapili tak kwa Mkapa kwenda kumaliza shughuli. Maana gani utaifanya kama Jumapili? Ah, manake ma, ma, ma, ma, ma, ke, kesho unaitenga na kuwa kazi yake ni moja tu mm. kwenda kumshughulikia mtu mm. na kuchukua ndoo yetu mm. na kwaezo Mwenyezi Mungu mm. itakuwa kama vile vile ilivyokuwa tu tarehe sita mwezi wa tano mwaka elfu mbili na kumi na mbili ikichotokea, unampiga mtu unamtia mtu mkono unachukua ndoo yako unaudi zako nyumbani, eh, ikitokea, eh kwa sababu kwa kuna mvutano wa baadhi ya viongozi wa klabu ya Simba juu ya hili, wengine wanasema tunacheza, wengine hatucheze. Ikatokea mmepoteza mchezo, alaumiwe nani kwenye hili? Aidha msalaba mzito utamkuta mtazama nguvu, kama ilivyokuwa ada na kawaida kwa mashabiki na wanachama, itokapo matokeo mabovu umvae yeye na kumlaumu yeye na kumtaka ajiuzulu. Ah, ndo maana nikasema kuna mpenzi na kuna shabiki hmm. Sisi kwenye Simba hakuna mvutano wa kiongozi hata mmoja, hicho kitu hakipo, na chengine hatuwezi kwa sababu ule ni mpira mm. Na ishatokea na kwa malengo wetu ndo tunajinasibu mm. Sisi lazima tuenda kuchukua ndoo mm. Hiyo ni kitu lakini, kusema sio kumlaumu mangungu, ziko fanya hicho mm. Simba tuna viongozi ambao wana uweredi, ndio maana yote yanaendelea ni barua ambayo imetoka usiku wa tarehe saba ni barua mpaka leo tunavyoona ni moja tu na mpaka unane na, na ukimya kwa sababu ukimya wote una barua ambayo mmoja ashajieleza sasa hivi. Vingine vingine vyote kwetu sisi ni maneno ya nje tu, watu ambao wanatengenezwa kuongelea. Si tuna viongozi ambao wana akili na wamesimama wa wa mpira mpira kiongozi wa nchi, ninyi kama mashabiki na viongozi wa matawi mmejiandaa mm. vipi sasa kwa upande wenu kuelekea katika mchezo wa dabi Kariakoo, ikiwa ni mchezo wa maamuzi mwanamwali huko uwanjani, na mkiwa mnahitaji zaidi taji hilo, ninyi kama e, viongozi mashabiki na wanachama mmejiandaa vipi kwa upande wenu? Ah, si cha muhimu shughuli zote tushamaliza, ambayo tunazifanya kwa kila mechi mm. na kila mtu kwenye pozisheni yake mm. hapa kilichobake tunamwambia tu kwa mashabiki na wapenzi pia wa klabu yetu ya Simba mm bakia tu dua kumwomba Mwenyezi Mungu tu, shughuli imeisha imeishaso kama na ambayo naka lopolopo tu mm. sisi watu wa kiume tumeomba tuna vifua mm. kilichofanyika bado kinabakia kwenye kifua mambo e, kama cha mwanamke, lakini mambo kama kinalikama kwa porojo porojo siku mechi imeisha saa tisa usiku mm. sisi ni wanaume, unajua kuna mwanaume alafu kuna mtoto wa kiume mm. Mm. ninyi wanaume sisi ni wanaume, afu kuna watoto wa kiume. Watoto wa kiume ndo kama wakina wakina walika mwenye wanakaa vitu kuvi tu porojo porojo tu. Simba eh, fanya kama unayona, Simba Sports Club eh, chini ya mwalimu Fadlu Davids imeingia siku ya hapo kesho kwenye mechi dhidi ya watani wenu, nipe best eleven ya kuelekea katika mchezo huo. Uzuri mimi niko nje mimi ni, ni mtu wa kumi na mbili mm. ila afu na chengine kabisa ndo anasema kidogo, naongea na mtu ambaye mpira anaujua mm. alafu nauheshimu na mm. sasa kupanga, kupanga kikosi ni kazi ya kumuingilia mwalimu mm. na mi siwezi kumwingilia mwalimu sababu naheshimu taaluma yake mm. ila mwalimu kikosi ambacho atakipanga mm. sisi kazi yetu kumsapoti na kushangilia mm. na kuwa pamoja na timu yetu na timu yenu kuelekea siku ya hapo kesho ikiwa performance ambayo ilionekana kwenye mchezo uliopita ilikuwa si ya kuridhisha, baadhi ya mashabiki wakisema hivyo. Ah, ndio nikasema kuna kuna shabiki afu, kuna mpenzi, si wengine ni mashabiki. Unajua kuna mwingine hapa kaja uwanjani kabeti Simba anamfunga Kagera Sugar mm. goli saba, goli tano. mm. hivyo vitu vipo ila si wengine si tunajua historia kwenye maisha kwa mpira bongo hakuja kuwa mechi rahisi kati ya Simba na Kagera Sugar, hakuja kuwa rahisi mechi ya Simba na Mtibwa Sugar. Ndio maana hizo game zote wakikutana watu wawili hao unakuwa na mechi tamu kabisa mm. Sasa kwa matokeo yalitoka, sababu pointi tatu tumeipata, mm. basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wametokea mm. kwenye pesi wakiwa na shauku na hali ya molali hii mm, e, inaonyesha wazi ni maandalizi ambao wameyafanya, wana uhakika asilimia mia moja ya kwamba watakwenda kushinda mchezo huo. Ninyi kama Simba Sports mmeliona hili na mjenda vipi kuhakikisha kuwa mnalikabili hili? Ah, wacha kila mtu na kila mbuzi anakula kutokana na urefu wa kamba yake. Wao mm. Waacha wow, wenyewe walicho hiyo press yao wamefanya press yao kwa sababu mechi yao mm. uzuri pale sisi wenyewe Waswahili so tunasema, si mwanamke analoa nyumbani kwao tu. Sasa sisi si, Yanga kesho iko nyumbani sisi mm, tunaenda kuchukua mke wetu, na lazima bwana harusi unapotokea mm, lazima aandae maandalizi. Kwa sisi Waislamu kuna kombe bwana harusi lazima ale kombe mm, eh, matubai maturba yawepo, vijigoma goma, sisi tunapenda kumchukua mke wetu. Sasa Yanga tuna, tunasema na kauli yetu ile moja tu, mwanamke analoa nyumbani kwao. Sisi mm, kesho tunataka kuchukua mke wetu mm, wacha wajiandae ndo kazi yao ilivyo mm. eh. Wanayanga wamesema eh, siku ya kesho wataushangaza umma E, na, na Afrika kwa ujumla itaelewa kwamba Yanga Afrika ndio timu yenye tishio zaidi hapa nchini Tanzania na Afrika Mashariki. Ah, kwa mi naona labda hatarudi kipindi cha pili kama wataandakushangaza umma mm. nitavomfanya kipindi cha kwanza labda cha pili hatarudi. Naona umma atakushangaza. Unaziona ngapi? Eh? Ah, sisi tunaona ule mkono kama unajirudia tena tu kumaliza ligi. Nakwambia kwa mimi mimi nikiwa kama mnyama nah. Sisi yule kesho tunamchukua, tunamchukua, yani tunamchukua vizuri tu, yaani asahau kivyovyote. Tunachukua ndoo na hiyo ndoo inavyoondoka Msimbazi, ukimya huu utaendelea tu mpaka kwenye Simba, eh? She, unauliza tena, unauliza tena, harufu mbaya chooni. Shee panzu ni mchaji wa Simba. Eh, ee, na Simba ni timu ambayo inafuata taratibu zake. So kama timu nyingine ligi haijaisha ya mchezaji anaondoka, anaenda nchi nyingine. Ile Simba inafuata utaratibu wake wa mpira. Ndio anasema sisi tuna viongozi ambao madhubuti wamesimama. Mchezaji mm, ligi bado haijaisha mchezaji kwa Tanzania. Mvimba Jayala, eh, mimi ni kushukuru kwa muda wako na wasaa wako juu ya yale ambayo umeyazungumza na ningeomba watu tukutane hapo chini kwenye comment section. Ah, inshallah mimi nashukuru kwa hizo Mwenyezi Mungu na kutakia mashabiki wote wa mpira mm, kesho twende tukajumuike tuangalie mpira mzuri, kwa sababu hii dabi ya 154 ya ya ishakuwa kama kizungumkuti kwenye, kwenye nchi. Cha muhimu tumwombe Mwenyezi Mungu ajalie tuimalize salama adi tuanze na maisha mengine.